Tukisonga mbele ya mtazamaji, serikali imeimarisha juhudi za kupunguza athari za ukame katika maeneo kame kwa kuharakisha ujenzi wa mabwawa ya maji na kuimarisha ulinzi wa minara muhimu ya maji. Katibu mkuu wa unyunyiziaji Ephatus Kimotho amesema kuwa idara hiyo tayari imechimba mamia ya mabwawa ya maji katika maeneo yanayokumbwa na ukame yakiwemo Kaunti ya Kajiado ambayo kwa sasa inakabiliwa na makali ya ukame. Mpango huu unalenga kuboresha upatikanaji wa maji kwa jamii na mifugo wakati wa vipindi virefu vya ukame. Serikali pia inahamasisha matumizi ya nyavu za kukinga mabwawa wa maji na uhifadhi wa minara ya maji ili iliyo karibu ili kupunguza ufikizi wa maji na uharibifu wa mazingira. Akizungumza katika misitu wa Ololua Ng'ong, katibu Kimotho alithibitisha tena dhamira ya serikali ya kulinda na kuongeza kiwango cha msitu kama sehemu ya hatua pana za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumefanya a lot of water pans in Kajado County across. Eh, tukianzia Kajado West. Kajado West, I think we've done over 30. Tukiendo kwa Kajado South. We've done also quite a number. So across both, tumefanya water pans mingi sana. Lakini like, hmm, nataka kuweka zile shade shade net. Hii maji baada ya kuenda six months, yende one year. Shade net, maji months, year. It reduces the evaporation part. And that now enhances sustainability.